Hata mimi ningekula kama wewe, ningekufa. Maana unakula kama unajaza gunia la mayai. Daktari, nimekuja toka jana, ja hujanipokea. Wewe si mgonjwa wewe, ni kero. <laughs> Umepita hapa umenuka, pressure ya bure. Tumbo linauma, daktari nisaidie. Unauma tumbo au unauma uchina? Maana umejaa kama umefikiza tofali kwenye ile mikorongo. Hata mimi ningekula kama wewe ningekufa. Maana unakula kama unajaza mayai. Matako yako mwenyewe imekuwa mazito kama makabati. Dissolve! Dissolve! Kama <laughs> utani matusi, nenda kwa mchungaji. Hapo hospitali, mimi ndio daktari wa maneno machungu. <laughs> Tumbo yako yenyewe <mercy> ngumu. Ndio shida ya kula <laughs> bila kufikiria. <laughs> Eh? Wacha kula kama ng'ombe aliyefunguliwa shamba anavuta kila kitu: chips, mandazi, supu ya soda, soda, supu ya jana. Akili yako haina break. Dawa, dawa ya kwanza funga mdomo, dawa ya pili usiku unakula wali wa jana, unachukia lakini unauteza sana. Basi nitalipa. Baraka kabla ya kuandikia. Mgonjwa mjinga sugu! Basi nitalipa, nitalipa. Usiondoke bila kulipa. Wenzako wanakuja na tumaini, wewe unakuja na ujinga. This man!